Watu wawili tayari wameripotiwa kufariki dunia katika maandamano ambayo yanazidi kushuhudiwa katika nchi ya Tanzania, na hizi ni ripoti ambazo zimedhibitishwa na kamanda Muliro Jumanne, mbaye ndio general ama kamanda mkuu wa polisi ambaye anaongoza jeshi la polisi la Tanzania. Na katika watu wawili hao waliofariki, nasemekana kwamba mmoja ni raia wakati wa pili ni polisi ama afisa wa polisi mbaye wote waliweza kufariki katika makabiliano baina ya raia pamoja na jeshi la polisi la Tanzania. Hii ilipelekea serikali ya Tanzania kuweza kuweka marufuku ya kutotoka nje kuanzia mida ya saa kumi na mbili jioni ili kuweza kudhibiti maandamano haya ambayo Watanzania wengi walikuwa wameapa kabisa kuendelea nayo kuanzia tarehe ishirini na tisa ambayo ndio siku rasmi ya kupiga kura na kuendelea mpaka siku ambayo walikuwa hawajaitangaza, lakini pia serikali ya Tanzania ilikuwa haijatoa taarifa kamili kuhusiana na lini marufuku ya kutotoka nje kwa maana ya kafyu ya yatakuwa yanafikia mwisho. Walikuwa wamesema kwamba wameweka marufuku ya kutotoka nje kwa kila Mtanzania kuanzia mida saa 12 jioni, lakini hajatangaza ni kwa siku ngapi. Wakati haya inaendelea bana, shughuli za upigaji kura zilikuwa zimetatizika katika maeneo kadhaa ya Tanzania, lakini maeneo ama eneo ambalo liliathirika zaidi ni jiji la Dar es Salaam kutokana na kwamba kuna baadhi ya vituo vya wapiga kura takriban ama zaidi ya sita ambavyo vilikuwa vimevamiwa na waandamanaji na vifaa vya kupigia kura pia vikaweza kuharibiwa. Lakini pia walishuhudiwa waandamanaji katikati mwa ba barabara, barabara tofauti yakiwemo maeneo ya Ubungo na Kariakoo, ambao walikuwa wanaonekana kuchoma magurudumu ya magari katika mabarabara na kuweza kutatiza shughuli za kawaida. Maduka pia lishuhudia yakiwa yamefungwa na biashara aa tofauti hizi zikashuhudiwa kuchomwa moto kabisa, wakati maandamano hayo yalikuwa yakiendelea. Lakini taarifa ambazo zimeweza kudhibitishwa kabisa ni kwamba watu wawili tayari wameshafariki dunia, lakini pia kuna watu wengi sana ambao wameweza kuumia. Kwa mujibu wa video ambazo zilikuwa zinaonyeshwa na kituo cha BBC, kuna baadhi ambao walikuwa wanaonyeshkana kabisa majeruhi wakiwa wanabebwa kuele, kuelekea hospitalini wakisaidiwa na jeshi la polisi la Tanzania, lakini taarifa ni kwamba tayari wawili wameshafariki dunia, lakini wengine wengi wameweza kupata majeraha ambayo yametokana na maandamano haya ambayo yanazidi kushuhudiwa katika nchi ya Tanzania.